Kwa upande wa Simba Sports kwa maana uongozi huko, niliambiwa uh, na upande mwingine walikuwa wameshalipa, ambao ni upande sio mwekezaji, kwa kwa kwa hiyo wanasubiri zile uh, za mangungu mangungu. Uh, uongozi wa, mangungu. Um, wa uwanjani, nilui nilui. Kwa kwa utaimu, kama wamekwenda uwanjani, walikuwa na hela zitaingia. Taifa nililoipata ndio. Ndio hiyo hiyo, imekuwa imekuwa, nasikia wachezaji hadi wanaangalia uwanja wao, watu wanaamini distraction, si lakini inawezekana hizi ni hearsay inawezekana sio sawa, kwa sababu timu ikishapoteza kuna kusikia mambo mengi yanajitokeza, lakini bado sasa, haya yote hayana faida. Sasa hivi kwa Simba faida chini, ni kukaa chini kutumia hiyo slogani yao iliyosema nguvu moja waungane kwa ajili ya kuitengeneza timu yao kwa ajili ya msimu mjao. Na ndio maana hata nimemwona kuna mtu mmoja alikuwa akiwaambia Yanga waachane mambo ya mapingamizi na kushindana sii na TFF na nini, wakawe waendeleze kujenga timu yao, kwa sababu Yanga wakati wamefanikiwa nyumbani huku kimataifa walikweli, si ndio? ni ni wafanye kama nyumbani hapa. mmoja kitu rais wa umoa kiti umeibumgusha, umesikia hii au umeona ona kwenye mtandao? Nimesikia, lakini kwangu mimi naamini pingamizi halina mashimo. nimeambiwa limewekwa na CEO. Sio? Hakuna. unajua kwa watu awasomi katiba, uh, pingamizi linawekwa likiwekwa na klabu, anayekwenda kuitetea pingamizi kawaida huwa ni president wa club, na anayeweza kuweka ile pingamizi kwa sababu ni president wa club. Kwa maana yake awezi, kwa watwakifanya hivyo litatupa. Kwa mujibu wa katiba inatakiwa alitetee ile pingamizi ni president, kama atakwenda ezkulitetea tutaona lakini, sioni mimi sababu ya msingi ya kuwekelea pingamizi, kwa sababu unajua uchaguzi wa TFF ni mchakato. Uchaguzi wa TFF sio sasa na wengino, na na na ndio ndio, hata nimeona kuna wengine wamekurupuka kuingia, kugombea kugombea kugombea kugombea na kuanza kulalamika kulalamika tena. Unajua kwa kwa Tanzania sina unakuwa mtu mtu na akili sana au ingia, lakini uchaguzi ulikuwa unajulikana, sio leo. Unataka unataka urais wa TFF mwezi mmoja kabla, hauna preparation yoyote, haujui kama kuna endorsement kwa mfano wewe umeshaye kugombea huko nyuma, haujui kama kuna endorsement endorsement. Unajua zipo kwa sababu FIFA kuna endorsement, CAF kuna endorsement. Leo nataka unyo uoje kuna uchaguzi wa TFF. Nimemsikia na yule msemaji wa BMT, nikasema huyu ni mgeni kwenye mpira, na nikasema huyu ni mgeni kwa sababu ulimomsikia alikuwa anaongea ana sasa hivi nikaa nasema labda anaongea na au anazungumzia kitu ambacho hakijui vizuri, kwenye masuala ya katiba, kwa sababu kuzungumzia kwenye katiba ni lazima kuwe kuna nini kuna nini? Nasema ile e, time kwamba ni kama ni misimu miwili mfano, e, kwa mfano kwenye katiba ya Yanga, wewe nenda kaisome, kuna inasema misimu miwili, inasema tu rais, kwa maana kwa mtu anaweza kagombea tena kagombea tena kagombea tena e, ni kitu cha kawaida eh. Kwa hiyo unajua, nikamsikia anazungumza vile, mimi nikasema huyu nafikiri atakuwa ni mgeni msemaji wa BMT, au aliyemwambia azungumze afanye asikilize maneno mazuri. Kwa mimi ninaamini, mimi niamini, nina hili pingamizi la Yanga haliwezi kwenda pale kwa sababu ni pingamizi ambayo linaonyesha kuna kukurupuka ndani yake, inakwambia. Na wakienda kwenye kamati pingamizi, kwa jinsi lilivyokaa, limekaa ki, ki, kishikaji sana, pigwa chini tu. Mi naamini limekaa kishikaji kwanza, na rais. Rais anayelitetea akienda kwenye kamati ni rahisi, kama atakuwa amekwenda sawa, lakini pia halina mashiko, mimi naiona kwa sababu ukiangalia kwenye zile chakato za za uchaguzi zote zimefuatwa kwa uzuri kabisa mm, na kwenye endorsement, hata kwenye CAF Motsepe mwenyewe leo ukiambia tunawazuia TFF uchaguzi, huyo Motsepe kapewa endorsement karibu na kila nchi. Yeye mwenyewe kwanza atashangaa ukimwambia, Infantino na yeye pia atashangaa. Kwa hiyo hebu jamani, msiani tukashangaliwa <laughs> sisi k ningia kwenye mchuma ni sema. Haya bwana. Asante. <laughs> <laughs>